Drama yetu inaanza kumuonyesha bidada Miao akiulizwa na kaka yake Chao kwamba je, ushajaza fomu ya university. Bdada Miao anasema hapana, maana baba akakataza mi niende ko chuo. Chao anamwambia mi nilipenda tusome chuo kimoja. Kumukumbu ya miaka mitatu inaonesha hawa ni marafiki toka zamani, ndo maana nataka tusome chuo kimoja. Hapa baba Chao anamwambia wewe, kwani umekuwa mtu wa ishirini na tisa na kaka yako Chao amekuwa mtu wa kwanza, umeshindana kufaulu chao akamtetea akamwambia kwamba alikuwa anaumwa ndo maana ameshindwa kufanya vizuri. Mama chao akasema sitaki kumuona chao akasema sitaki kumuona hivi. Haya, akamfundisha huko. Amefika nyumbani baada ya kumfundisha akaanza kuangalia tv chao, akamwambia wewe, kwa nini tv wewe wewe, kwa nini unaangalia tv baada ya kusoma? Nitakupiga. Unipige nini sasa? Eh, miao ni mbishi sana, akaanza kugombana pale. Akagombana kidogo, kuna bidada akaingia hapo. Huyo ni linglong na anasoma naye chuo. Baada ya kumwona chao yuko na miao, aliumia Kaona moja ah, niondoke zangu. Siku naofata hapo chuoni miao akiwa shoga yake jo walikua napija za umbe ka navujawanawake tena e, unajua siui kuna fulani hivyo naribuwasikiliza watu. Haya uwe bwana. Akaanza kuangalia picha yao kaka kizuri. Mwalimu akampola kaambia wewe, utapewa simu yako baada ya kumaliza chuo. Miao akaona bora mpe shoga yake simu yake unajua li mwanampu weki sana. Haya chao akapanga na rafiki yake aondoke na miao, anatoka nje akakuta kwamba basikeli ya kaka yake chao kwamba ina damu, akajua hawa ni gang fulani imewazingua, akabidi atoke kwenda kumtafuta kaka yake huku, pengine ni kaka yake miao. Kafika nyumbani na mkuti miao kwa, akabidi ende kumtafuta, akakuta miao akazunguka na gang, akamsaidia pale, akamchukua akaondoka naye nyumbani akamwambia wewe, siku nyingine ukiwa natoka unaniambia unapoenda maana kitu kibaya kutokea, sijui nitaishije bila dada yangu. Haya, wakaanza kujifuta taulo moja hapo, wakaanza kukumbuka zamani alivyokuwa watoto, cha walivyozaliwa alikuwa ajalia kabisa, ila alivyokuja Miao kati analia na ndo, akaanza kulia. Kwanzia siku hiyo ndo akamchukulia kama dada yake, wakawa wanaishi pamoja na furaha. Mia wakajitahidi sana kumlinda Chao kaka yake, lakini baada ya kumlinda kaa namuumiza. Kwa hiyo kwanzia hapo Chao kanamwona huyu dada huu mikosi. Huyo sehemu nyingine anaonyesha Hone amefika shule, lakini alivyopita Chao aonekana, Chao akavutiwa na dada kuliko yeye. Hii ikamfanya Hone aonekana jealous. Huku shuleni walimu waliwapa responsibility wanafunzi ya kufagia Mia aka nafagia na shoga yake pale, japokuwa apendi kazi. kazi huyo amekasirika kwanza kupiga umbea za hapo, kama unavyojua dada tena, wewe unajua mi nampenda. Haya, akaja hapo. Chao. Chao na Linglo akamwambia, nye, mbona mfanyi kazi vizuri? Mia akasema, amna, si nafanya vizuri, mbona? Akasema, ya katole mfuko pale juu Aya, Mia wakabidi apande sasa kuchukua ile mfuko. Baada ya kuchukua mfuko akateleza, nguo yake kachanika, cha akamfunika dada yake na akamchukua akamrudisha nyumbani. Sasa baada ya kufika nyumbani, akawa anasafisha chumba cha kake chao, kusafisha kuta, boxi. Cha akamwambia usifungue ile box, usifungue. Mimi nafungua, kufungua akakutana na CD za pilau. Akasema ha nini hiki kabisa, mdomo. Usipige kelele, nilikwambia usifungue. Naomba usimwambie mtu, hizi ni CD zangu. Tuza kurudi sitamwambia mtu, na mimi bado nisaidie. Haya. Sasa msaada nyie ni wakuiba ile simu ya John ilikuwa imechukuliwa, amefika kwenye principal office, natafuta simu, akaingia Jon akabidi wasaidie naye kutafuta simu. Mwalimu akatokea, maana alikuwa kwa nyuma amelala, akasingizia kitu hey, hey, chake akaondoka zake li akashinda kisingizio, akapewa mazoezi ya kukimbia. Sasa hapo <laughs> sikunafata mia aliingia akamletea epo kaka yake, cha kaambia, wewe kwanini saa siku hile umenikimbia pale darasani? Mimi naenda kusema kwamba alikuwa na sidi chafu cha akamwambia mna bwana, usiseme bwana, simu hii hapa nimeipata. Umeipataje? Umeipataji? Ah, niliongea na mwalimu akanipa kazi ya kuandika ese, nikaandika, nivyomaliza akanipele simu. Sasa nasafisha akakutana sigara. Umeanza kuvuta sigara? Ah, sigara, umeanza chao, akajua hiyo sigara imetoka wapi, na mwenyewe anashangaa hapo imetoka wapi tena. Haya, siku inafuata, mama yake Chao alikuwa amependeza sana, kwa hiyo akamwangalia Max. Siku nyingine wameingia darasani hapo. Haya, wakana ka vitu vyao pale, mwalimu akaingia. Alivyoingia akamwambia Linglong Toka nje maana alikuwa naongea lilokakata, kasema mwalimu, hata Jona Miao walikuwa naongea pia watoe nao eh, nje. Mwalimu akasema nanyie wawili tokeni wote nje. Wakatoka zao nje. Pale Chao anapita akamwona dake upo nje, dake akabidi ajifiche na Peter, a, daki, a, daftari akaambia wewe So, ajificha nini daftari nyuma ile geuza hiyo chini unakuona. Haya siku naofuata tena. Chao anaendesha baskeli mara chao, chao akamuona kijana anampakia mama kwenye gari, aliona wivu akatamani ile maisha. Siku naofuata mama yake akamwambia mwanangu, uishi maisha unayotaka uishi maisha. alikuwa nachekacheka pale na dada yake Miao akamlisha kendi, tukatoka nje na gari la jana linaondoka tena. haya chao bwana kabidi aone kucha zake zimepaka rangi, akajua huyu ni Miao tu kampaka rangi. Anamuuliza asimaka, mimi sijakupaka bwana, mimi nasoma hivi, niache bwana sasa hivi bwana, najua tena la mtihani hapa. Hiyo Miao haya, kumbe atakusoma asome. Amesoma kidogo tu hapo, baada ya kumaliza, ya kumaliza alitupa kitandani akalala zake, maana kusoma hapendi. Siku nafuata akamletea mama yake zawadi ya Irene, akamwambia asante sana mwanangu. Ilikuwa ni kumbukumbu ya kuzaliwa mama, akamwambia asante sana mwanangu. Kuna kijana atakaje, siku naofata matokeo anaonyesha pale, Hon ni wa kwanza, wa pili ni Chao. Yeye akijiangalia ya zake Miao, kwamba yeye wa pili kutoka mwisho. Kaambia usimwambie mama kwamba mimi nimefeli na kuomba, akaambia sawa. Afika nyumbani akaona anachungulia, kaambia wewe, sije kelele usimwambie mama. Cha kushangaza kwamba balo ishatumwa yeye kwamba kafeli, mama kakasirika, ndin kanuna sasa kazi. Alipofika shule akabidi amtafute Ringo, akaambia, kwani umetuma balo nyumbani? Nitakupiga shenzi Mwalimu anafundisha jiografi darasani huyu Miao na Joan akawa naongeaongea. Mwalimu akasema nyie napija kila, kila mtu upande mwingine. Uh, John na kapewa akapewa kaina one na Chmiao akapewa kaina Hon. Aya ka Miao ka kimia wezi anapija pija ketu na naHon akasema mimi lengo langu ni moja tu nimpite Chao kakako. Aya usiku unaofata kana ote Miao kwamba dunia inaisha, anakimbizwa yeye na Chao. <laughs> Baada ya hapo akabidi amke sasa, ampige chao, amwambie ndoto lolote kwamba dunia inaisha. cha akapea mna miao <laughs> dunia itaishi, hebu acha ndoto za kijinga, lala bwana. Akabidi alale tena. Kesho nafuata mama waka amefika, akawaletea zawadi wana ngungu boys hapa, kila mtu chungu zake za kufanana. Mvae alifurahi sana kwa sababu dunia itaisha tu, vae ngozi za kufanana. Unasemaje kangu chao? cha kaona eh, dada kweli kazi ipo jamani, udada nimepata hapa. Dada akaondoka kwenda kujaribisha nguo amechukua. Hey, kabida toke nje kumfuata chukua, o achukua sina asi ufuata, inaonyesha mama cha anamwambia nakutambulisha, kwa mtu mtu wenyewe kusubiria kuingia ni baba yake mzazi. Akaona kaondoka zake sasa. Kumbe huku Miao alikuwa anaangalia dirishani, akaona e, ile gari ambayo lanamchukuraga mamake Chao Chao akaona bora ende zake nje huko huko, Miao akae naye Miao akaambia anje tucheze, wanono amenyongeka kwa kucheza, lakini cha wapi alikuwa anatafurahia kucheza na wazazi. Naona mambo gani shuleni, shule na kwenda na baskeli bwana. Home akawa ameona kwenye gari, hey, ni wapenzi nini hao? Mda na mdauta k pamoja, jamani akawa na amani, kitu kinamwasha akaona, hey, hapa ngoja mimi nikakae na miao nimuulize eh. Hey, mwalimu akaona kumbe shule ruhusu kukaa mwanamke mwanaume, wewe kwa nini umevunja sheria za shule, au ruhusika na mwanamke amna? So, mimi mimi najua chao na miao ndo wapenzi. Wapenzi bwana, eh, wewe miao. Mwalimu angalia chao, nani yako chao? Akasema akabidi amuulize, sisi ni majirani tu. So wapenzi majirani. Eh, tunakaa pamoja yani kama siblings. Najua kila kitu. Yule namjua tangu mdogo. Eh, basi niambie vitu unavyojua kuhusu yeye. Akambia sijali. Just nijali afu unavyokwambia. Sasa, kazi kumjali kweli. Sasa kumbe wakati wanatembea walikuwa nafuatiliwa, nacha aliona akambia, wewe tufuatiliwa. Hebu angalia na tufuatiliwa. Kuangalia ni uone. Akambia eh. Oh, naona atakuwa ananipenda. Ndio maana tufuatilia tangu darasani. Alikuwa anauliza uliza maswali ajabu ajabu ni simuelewi kabisa, kwambia cafe. Kesho yake cha akametoka yeye na kina Linglong. Na upande wa pili huku Mao walikuwa wametoka na Hon, wamekaa wanakula zao keki pale. Haya, miaka akamwona, ananipenda, akaambia we we, mi sikupendi bwana, mi sikupendi inafanyaje, unanipenda? Sema ukweli bwana, jamani, mi sikupendi olewi nini? We kijana he bwana, sasa kama kula keki mia, akamfuta Hon moka, dunda dunda, kachanganyikiwa, akakataa alipe chakula, akaambia we amna mwanamke zikulipia, nitalipia mimi wa kiume hey, Haya bwana, kata kuondoka. Sikakutana tena kake cha na miao na ni wapenzi, kusema hamna, sisi wapenzi. Sisi nafanya tuoma pamoja, twende tukagale nguo kubadilisha. Maada bwana fika kuchagua za nguo, miao bwana chaka mtafutia tena nguo nyingine. Bwana akambia chukua hii bwana, ona akataka mpengua, akataka alipie. Akambia hamna na nalipie mimi, aona ah, bwana akambia atalipia. Chao akaondoka. wewe Hebu acha mambo ya mapenzi, sasa hivi unabidi usome. Amna yule anakrash na mimi tu, arudishe ile langu la, nakulipia pale na hiyo ifanyike kama gift ya Christmas, sawa. So, days zikaisha shule zikafunguliwa. Hapo chao kaaanapewa zawadi na dada anaompenda, achukua achukua, chao akakataa, kaona ka, akaona vipi, kaenda zake darasani. Ivyofika darasani sa, so, walimu akasema hivi, mnabidi mkae kimakundi kati najifunza sasa hivi. Huyu home akaa naongea mwenyewe, bwana, huyu mwalimu anasema nini? Kitu gani bwana? mwalimu anasema tukae kimakundi. Oh, unaona kitu kizuri makundi, kwani kusoma uwezi hadi ukae kimakundi. Darasa ukaisha, akawa naondoka zao nyumbani, bwana. Hona akatokea na akasema nataka niondoke na nyie, bwana. Hey, cha akasema sawa, twende zetu haya. Ufika hapo cha akaona kama nafuatiliwa.

Kabidi asaye usafi. Usafi nini? Labda kuondoka, baiskeli yake imepotea. Bwana Miao wakabidi ampe baiskeli yake aende nayo <laughs> kuendesha, kama pata shida. Siku nafuata sasa, shule ni chao, na Miao wanaelekea shuleni. Sasa Chao kamuuliza utachukua science au arts. Miao akasema mimi nikichukua science au arts, bwana mimi nitafeli. Akawa anapewa zawadi pale na Shingleng akakataa, kama aondoke zake vile. Kufika huko akawa anaongea umbea bwana, eh kako ka, bwana ona pale Linglong naye anamshobokea, shobokea wakati mwana mtaka kufika sa darasani akabidi amcomfort. Haya bwana Miao akabidi aanze kumwandikia pale message, akajifanya ni John. Vipi, nataka kutoka na wewe Dina, inawezekana? Chao akajibu sawa, hamna shida, wewe ukitaka kubali kwa shanga wote. He, kakubali? imekuwaje tena? Haya sasa huyo John akabidi anamwambia sasa Miao kwamba unabidi utoke na hoa. Unaona unaje hoa? Hoa ni handsome, bidi utoke na hoa akasema sawa so shida, akapigia Hona, akaanza kwa kina kabisa, namtembelea alinuna kama ondokeza kwa kina mia kufika katika Miao kanamwambia bwana, mimi nataka kuwa mwanamuziki mkubwa sana pale, wazazi wangu bwana nalazimisha nisome, mimi sipendi kusoma, ila ndio hiyo sasa, nitafanyaje? Sasa Hona kaaga pale, kanaondoka zake, Miao kufika nyumbani anashangaa he, Chao unakuja nyumbani hivyo. Unaona huyo hon ndo mtu bora katika maisha yako? Hey, niache bwana wewe una wivu tu. Mimi ngoja naenda zangu ndani. Kwa hiyo mtu bora au sio mtu bora inakuhusu nini? Kaenda zake ndani, anaona gari la baba yake pale nje. Ah, baba tena amekuja kufanya nini hapa bwana. Huyu naye kabila ondoke zake, endeza na miao. Kufika na kufika na miao yeah, hey? Ah, na na, hey? Ah, na na anakuta classmate wake wote wamekaa pale Vipi? kalibia tu akaangalia ndala, akaona pale hona amevaa ndala zake, akamekasirika bwana, mimi akampa ndala zingine, akaanza kucheza pale mama yake hapo. Ghafla baba yake cha akaingia pale mzee akamwaondoke zake nge zake, huko aende zake. Akafika kule kwa kina miao miao, kwa nasema na mama yake, wewe, kwa nini ufaulu? Kwa nini unafeli sana mwanangu? Eh, kitu gani ambacho wewe baki na? Akaja pale pale, eti mwanaetu huko na unafeli, si unajua naba kwa ajili yako, siku naofuata sababu kama aondoke zake. Haya bwana, miao aka naoje watu vipi, nataka uwe nani ukiwa mkubwa? Ana moja hadi principal, nataka uwe nani ukiwa mkubwa Kunaonyesha chao atakwenda kwao kwa sababu babake bado yupo nyumbani. Mimi akasema ni famine silale bwana, kila siku unakuja kuja huku bwana, kwani baba ana shida gani? Kamkuta kwani singeote ndani aa, asubuhi yake akapata utei breakfast Bwana baba alikuwa amefurahi sana, maana alikuwa anatamani sana shuleni, mwali mwali kwa karibu na baba yake. Siku nafuata huko shuleni mwalimu alikuwa anaingia akawa anasema kutoka kuna kikao kesho hapo cha mwalimu na wanafunzi sawa so, haya bwana, kutoka tu mwalimu akameingia hon pale hon <laughs> jo anakauliza vipi, huku dasa sura yako na ngenge ufanini, unampenda sana miao, eh <laughs> sema unampenda. Akamwangalia kuna dawa afujue kama kweli unampenda, tamwambia huyo kijana bwana. <laughs> miao kaambia, acha kunyangalia bwana hivyo. Siku nafuata mwalimu kweli na wanafunzi wakakutaa kwenye kikao pale. Mama yake chao ka amefika amekata atia kiti cha miao bwana, na baba yake bwana chao kaa amekuja pale, akaomba tupewe mwanae, kapewa kaambia, mwanae ana fursa darasani ila so mtu wa social kasana. so, karibu na watu ongea naye vizuri. Naomba kikao kiende vizuri bila shida yoyote.

Acha ugonge kabisa, usubilie mm, pati tu. Huyu ndio mwendelezo no, pati tu utakavukua. Haya, yes, sasa unaona no, mambo atakuwa achechi jamani, e huko mbele jamani e uh, subscribe channel yangu usubilie pati.